Unajua, kuna mwanaume ambaye anajua kabisa kwamba hawezi kupata mtoto eti kwa sababu amekaa muda mrefu bila kuona mafanikio, lakini kumbe kitu ambacho unapaswa kufanya ni kupima kipimo cha semen analysis, na hiki kitakutambulisha kama tatizo lako lipo katika makundi mawili, yaani nikimaanisha obstructive uh, azoospermia na nani, obstructive azoospermia maanake ni hivi Obstructive azoospermia maana yake ni kwamba kile kiwango cha mbegu hakizalishwi kabisa kwenye, uh, kwenye mwili wako, na hii inaweza ikatibika vizuri ikiwa kama utapata virutubisho ambavyo vinaenda kugusa kabisa mishipa na misuli na hormones kwa ujumla. Lakini hii nani obstructive azoospermia, uh, inaweza ikatibika pia Ukichukua spam za kijana wa miaka kumi na nane kwenda mpaka miaka ishirini na tisa hapo hadi thelathini, utazigundua kwamba ni changamfu, alafu ni nyingi sana na zinazalishwa kwa wingi, lakini pia zina uwezo wa kusogea, zina spidi kali sana. Lakini ukichukua spam za mtu wa kuanzia miaka thelathini na kuendelea, utagundua kwamba nyingi zinakufa, nyingi ni dhaifu, alafu ni chache. Na hii imetokana na nini? katika kipindi hiki cha umri wake wa chini ya miaka thelathini yaani miaka 29 kurudi chini alikuwa akila vyakula ambavyo vinaenda kuua kiwango cha spam, haviendi kusaidia kuzalisha kiwango cha spam, lakini pia kinashusha viwango vya kinga ya mwili kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mfumo wa uzazi. Lakini huyu ambaye bado yuko kwenye umri wa chini, kinga yake ya mwili bado inafanya kazi, inazuia na kupambana. Sasa kuna mambo ya kufanya ili uweze kuzuia hiyo changamoto kama una chini ya miaka 30 na una tatizo hili la, la spam charge manake unatakiwa kuchukua hatua za awali na hatua hizi, mistarishe nimekuwa nikiendelea kutoa programu za aina ya vyakula ambavyo unatakiwa utumie, ili kuweza kurudi katika hali ya kawaida.